Na mtazamaji, maelfu ya wafanyabiashara biashara katika mji wa mpakani wa Malaba, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, watapata sehemu za kufanyia biashara zao baada ya serikali ya kitaifa kuanzisha ujenzi wa soko jipya katika mji huo. Ujenzi huo ni afueni ya kuondolea masaibu ambayo wamekuwa wakipitia kwa miaka mingi. Soko hili ni sehemu ya kujichumia riziki kwa wafanyabiashara kutoka Kenya na hata mataifa mengine yanayopakana na mji huu kama vile Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kulingana na wafanyabiashara hao, wengi wakiwa wanawake, wamekuwa wakilazimika kuuzia bidhaa zao kando ya barabara na kuhatarisha maisha yao mbali na kukadiria hasara kutokana na jua kali au wakati wa msimu wa mvua.

Wanasema kuwa kuzinduliwa kwa ujenzi wa soko hilo na rais William Ruto, ambalo litagharimu shilingi milioni mia tatu na hamsini, umebuni nafasi za ajira kwa vijana wengi hapa. Mimi niko na furaha, najua hii soko ikiisha jengwa, kila mtu atapata nafasi hapa na takuwa na tabasamu ya kufanya biashara, maanake ukishafanya kazi yako, ikibaki utaweka mali pale, hautapata kama iko na kasoro. Niwaambie hulo mama mwenye amekaa nyumbani anategemea aletewe, awache asitegemea kukuletewa. Mimi kama kijana pia najivunia. Nilikuwa mwanajua kali, nachomeka kwa jua na nyeshewa lakini nafurahi sasa naenda kupata modern market, mali tutakuwa tunauzia vizuri. Hii soko imenisaidia, nimepata kazi sasa saa hii, mimi nikaapa ndani nafanya kazi ya ujenzi. Nashukuru sana Rais kwa kutupatia kazi. Ni wamama wote tunauzia kwa barabara makari, sinapita mvua inatunyeshea, tunapata maachali kwa barabara, lakini kuanzia leo tunaona hii soko inaenda kuchenga, tutafurahi, tutashukuru. Wanasema kuwa mazingira duni yaliwanyima fursa ya kupanua biashara zao kwenye soko hilo linalotegemewa na wanunuzi wa nchi jirani ya Uganda. Hapa ilikuwa kichaka ile chafu sana yenye waizi na majambazi kila aina ilikuwa inaishi, lakini sasa hizi nashukuru kwa kutuletea soko na gorofa inaenda kuonekana kwa hao watu wa Malaba Uganda na Kenya. Hili soko kabisa imelenga mimi kama mama wa kuuza omena na samaki kwa sababu Samaki haielewani na jua. Tunashukuru sana wakituletea soko kama hiyo, tutakaa ndani kwa furaha, tutakaa ndani tukiongojea wateja wetu. Atukumbuke sisi kama mama mboga pia ili kwamba sisi pia tuweze kutoka chini na tukuje juu. Naye mbunge wa eneo hilo Oku Kaunya amesema kuwa uwezeshaji wa wafanyabiashara katika eneo hilo utaimarisha usalama kutokana na upanuzi wa kazi. Pia soko hii itawezesha uh, nchi jirani, kwa sababu tuko kwa mpaka. Katika mpaka yetu, soko hii pia itatumika na wale watu wametoka pande za Uganda. Itaimarisha mambo ya usalama eneo hii. Sababu, kwa sababu kuna nafasi za kazi ambayo itapanuka. Kuanzishwa kwa ujenzi wa soko hilo la Malaba sasa unatarajiwa kuwasaidia wafanyabiashara ambao huhatarisha maisha yao kwa kuuzia barabarani. Kutoka kaunti ya Busia, jina langu ni Jane Cherotich.